Mazungumzo mabaya huharibu tabia njema. Binti kijana, kipaumbele chako ni kipi? Unajikita na mambo ya namna gani? Unasikiasikia nini? Mtu alitengenezeka kwa kusikia, mtu aliharibika kwa kusikia. Eh, vitu ambavyo unakuwa unavisikiasikia sana wewe ni vitu gani? Je, vitu ambavyo vinaendana na mlengo wako au ni vitu ambavyo vinakuwa ni kwa ajili ya kukuharibu wewe? Mi binafsi ni mtu ambaye natamani nisikiesikie sikie sana vitu ambavyo vitakuwa vya mlengo wangu, hiyo ndio shauku yangu kubwa. kupambana kusikia sana vitu vya mlengo wangu. Alimadamu umejipambanua kwamba mimi nimeokoka, ninaamini uliyeokoka inatakiwa e uangaike kupambana na vitu vya mlengo wako, sio mtu uliyeokoka eh, yani unataka kila kinachoendelea huku ukijue? Hapana. Tuliharibika kwa kusikia, unatengenezeka kwa kusikia. Ni kitu ambacho mimi binafsi tu nasema Mungu, naomba nisaidie eh, naomba nisaidie, pamoja na mengi ambayo nakuta tumeharibu sana. Wengine kupita kwenye kuzinizini huku, tulipita sana kwa sababu ya story ambazo tulikuwa tunazisikia. Unasikia kwamba wewe kuzini la, lakini leo hii mimi mwezi kanaambia kuzini la, sikuelewi kabisa yani, sikuelewi yani Binti kijana, ambaye hujaolewa, unasema kuzini laa. Ukishazini unaanza kuwaza hivi, mimba haijatukia imeingia. Taambia ulikuwa kashamba, ndio maana ulikuwa unawaza. Nakwambia hata wewe unajiona kwamba sio mshamba, mimi nakuona ni mshamba. Biblia inasema kwamba azinie na mwanamke ana akili kabisa, bali hata mwanamke uzinie na mwanaume una akili kama mimi ambavyo nilikuwa naishi, sina akili lakini kwa sasa napambana, naangaika na Zaburi hamsini na moja moja. Inasema e, Mungu ni lemu kwa wingi wa lema zako, kwa wingi wa fadhili zako uyafute makosa yangu. Ndio kitu ambacho ninachohangaika nacho kwa mimi, niliharibu sana. Sihangaiki, siendi kanisani huku, kuna mitego naweka kwamba niombe wanione, e, basi yule kaka nione kama yule dada. Anaombaga sana yule. Ha? Ha? Mimi ni kulia kwangu kote. Kuomba kwangu kote na hangaika na zaburi ya 51:1. Kwamba Mungu pengine ukinirehemu, Mungu ukinirehemu, ukinisaidia, basi akili yangu itakuwa eh, stable, nitakuwa niko vizuri. Hamna kitu ambacho kitakuwa ni changamoto kwangu. Neema ya uyoga, nguvu ya uyoga, uyoga haizuiliwi na marumaru, nguvu ya uyoga haizuiliwi na zege, wala haiogopi kupasua kichu sasa hii ni nguvu ya binti.